Ukaguzi ulivyofanyika ukaguzi jumla wakaguzi ya wakaguzi 58 walishiriki kwenye operation hii na kugawanywa katika timu tatu zilizogawanywa kimikoa ya TRA mikoa ya kodi ya TRA ya Dar es Salaam, ambayo ni Temeke, Ilala na Kinondoni. Aidha, timu hizo zilijumuisha askari polisi, lakini pia baadhi ya wanahabari walishiriki katika opereshen hii. TFDA na TBS waliainisha viwanda vilivyozalisha pombe kali na maspa ziliainisha maduka, maghala na baa zinazofanya biashara ya pombe kali kinyume cha sheria. Sasa nini matokeo ya ukaguzi? Kwanza, jumla ya viwanda 16 vya kuzalisha pombe kali, maduka, jumla ya maduka 18, maghala manne, baa tatu na kiwanda kimoja cha kuzalisha bidhaa za plastiki ikiwemo vifungashio vya plastic vya kufungashia pombe kali vilikaguliwa, ambapo matokeo ya ukaguzi yalikuwa ni kama ifuatavyo: jumla ya katoni 99171 za pombe kali zilizofungashwa kwenye vifungashio vya plastic, yani viroba, zimekamatwa. Naomba nirudie, jumla ya katoni 99171 <coughs> za pombe kali zilizofungashwa kwenye vifungashio vya plastic yani viroba zimekamatwa. Kati yake zenye ujazo wa mililita 50 yani vile viroba vidogo kabisa, kati ya hizo 99171 katoni 69045, zilikuwa za mililita hamsini na katoni 29344 zilikuwa za mililita 100 na ambazo zilikuwa za mililita 90 zilikuwa ni carton 782 tu. Aidha, chupa zenye ujazo wa mililita 100 zilizokamatwa ni 10625 thamani ya pombe yote hii ambayo ilikamatwa ni shilingi bilioni 10.85.83. Naomba nirudie, thamani ya pombe yote hii ambayo imekamatwa katika kipindi cha operation ya siku tatu ni shilingi bilioni kumi nukta nane tatu. Matokeo mengine ni kwamba chapa mbalimbali mbali za pombe kali za viroba kama vile Red Wine, Banjuka, Officers, Ken Spirit, Flash Gin, Dragon zilikuwa hazikidhi viwango na zilikuwa hazijasajiliwa na TFDA hapa nchini. Ambacho kilibainika kwenye operation ni kwamba kuna brand au chapa mbalimbali mbali ambazo kwanza zijasajiliwa hazijulikani, hazina ubora na zina majina ya ajabu ajabu. Kuna pombe inaitwa banjuka, kuna pombe inaitwa red wine, pombe kali lakini inaitwa red wine na majina mengine ya ajabu ajabu. Nilikuwa nimeomba walete hapa mzione, lakini bahati mbaya nadhani hatukuweza kufanikisha, lakini aina ya brands, aina ya chapa za pombe kali za viroba huko kwenye soko ni nyingi mno. Kwa hiyo tulibaini kwamba kuna ukiukwaji wa sheria ya usajili eh, wa chapa na uh, usalama wa chakula na ubora vile vile. Uh, jingine tulilobaini ni kwamba uh, makampuni yote yaliyokamatwa hayana vyeti vya tathmini ya athari kwa mazingira EIA, jambo ambalo linatakiwa kisheria. Na makampuni mengine pia yalibainika kwamba hayajalipa kodi TRA, na mengine yalibainika kutokuwa na vyeti vya TFDA wala TBS. Kwa hiyo katika operesheni hii tumekuta sheria nyingine nyingi zimekiukwa na wazalishaji wa pombe hizi za viroba lakini pia tulikuta makampuni mawili makubwa yanazalisha na kusafirisha mizigo ya pombe kali usiku, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na utaratibu. Lakini vile vile tulibaini uh, katika ukaguzi huu kwamba viroba vyenye thamani ya shilingi milioni 235 vilikuwa vimefichwa kwenye maghala ya duka la jumla kule Kariakoo chini ya jengo la ghorofa au basement, au handaki unaweza kuita, kwamba huku juu watu wanaendelea na shughuli zao, lakini ukienda kwenye jengo ukaingia chini unakuta ghala kubwa kabisa limehifadhi pombe nyingi ya thamani, ilibainika wakati wa ukaguzi wa shilingi milioni 235, nadhani ilibainika kwamba pombe ile haikuwa imelipiwa kodi. Vile vile wenzetu wa TRA wanaendelea na na uhakiki wa swala hilo lakini vile vile tulibaini katika operesheni hii kwamba baadhi ya pombe kali aina mbalimbali zilizofungashwa katika viroba na chupa hazikuwa na namba za matoleo yaani batch numbers, na tarehe za uzalishaji kwenye lebo. Uh, sheria inahitaji uh, kwamba kifungashio chochote kiwe na tarehe ya matoleo batch numbers, au kiwe na tarehe za uzalishaji kwenye lebo, kwamba pombe hii au kitu hiki kimezalishwa kuanzia tarehe hii kimezalishwa tarehe hii. Kwa nyingi zilikutwa hazina hayo mahitaji ya kisheria. Lakini baadhi ya pombe kali zilizoonekana wakati wa ukaguzi wa viwanda, maghala na baa na baa na maduka hazikuwa na stickers, au stamp sahihi za TRA, na nyingine zilikuwa na sticker, ambazo zilihisiwa na wenzetu wa TRA kuwa zilikuwa bandia na hivyo uhakiki unaendelea Naomba nirudie kwamba wakati wa ukaguzi, kwa sababu tulikuwa na wenzetu wa TRA, walibaini kwamba kuna pombe kali ambazo hazikuwa na stika za TRA au zilikuwa na stika ambazo zilihisiwa kwamba ni bandia. Kwa hiyo ili hilo kuthibitika, ukaguzi una uhakiki zaidi unaendelea. Vile vile, ukaguzi ulibaini kwamba viwanda saba vilikuwa vinafanya marekebisho kutokana na kusimamishwa awali na TFDA kwa kosa la kutoweka kabisa namba za matoleo na tarehe za kuzalishwa kwa bidhaa au kuweka taarifa husika katika bidhaa chache walizozalisha hadi hapo watakapokidhi masharti ya TFDA. Kwa hiyo hatua gani tumechukua? Baada ya kufanya operesheni hii sasa hatua zimechukuliwa kama ifuatavyo. Kwanza pombe kali zilizofungashwa kwenye vifungashio vya plastiki zenye ujazo mdogo na zenye thamani ya kama nilivyoeleza awali shilingi bilioni 10.83 zimekamatwa na kuzuiwa katika store za viwanda, maduka ya jumla, baa na maghala mbalimbali ya wasambazaji. Kwa hiyo cha kwanza tulichofanya ni kuzuia uh, hivi vinywaji, shehena yote ambayo ilikutwa ilizuiwa na kufungiwa katika mabaa, katika viwanda, katika store mbalimbali. Hatua nyingine ambayo ilichukuliwa wakati wa operesheni hii ni kuielekeza idara ya uhamiaji kuchukua hatua katika maeneo ambayo tulikuta kuna raia wa kigeni ambao hawana vibali vya kufanya kazi ndani ya nchi. Hilo pia lilibainika wakati wa operesheni hii. Lakini tatu, uh, ni baraza la taifa la usimamizi na hifadhi ya mazingira, NEMC limeelekezwa kuvifuatilia na kuvichukulia hatua viwanda vyote vilivyobainika kwenye operesheni hii kwamba havina vyeti vya tathmini ya athari kwa mazingira au havina vyeti vya ukaguzi kwa mazingira. Lakini pia mamlaka ya mapato Tanzania, TRA, imeelekezwa kufuatilia na kuchukua hatua stahiki kwa viwanda na wazalishaji na maghala yote yaliyoonekana kuwa na bidhaa ambazo tunashaka kwamba hazijalipiwa kodi stahiki lakini vile vile TFDA na TBS wameelekezwa kufuatilia kwa karibu usitishaji wa ufungashaji wa pombe kali katika vifungashio vya plastiki na chupa za ujazo mdogo chini ya mililita 200. Lakini vile vile, mwisho, bidhaa zote zilizokamatwa zitabaki hivyo huko zilikokamatwa, zikiwa zimefungiwa, bila kuhamishwa, bila kutumika hadi serikali itakapoeleza hatua zaidi baadaye. Sasa sasa, baada ya operesheni operesheni hii nini kinafuatia? Kinachofuatia sasa ni kwamba operesheni hii inaendelea nchi nzima kwa kasi zaidi, tutaanza tena baada ya hatua hii ya awali ya kutathmini na kujipanga upya. Aidha, kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya hadi ngazi za vijiji na mitaa zihakikishe kwamba agizo hili la serikali linatekelezwa kote nchini. La pili, hatua inayofuatia sasa ni kutazama utaratibu wa kufungua kesi mahakamani dhidi ya wafanyabiashara waliokiuka katazo sirikali hili la serikali ili adhabu kutolewa. Uh, mta, mta, mta, kama nilivyoeleza awali, mtaona kwamba katika operesheni hii tumebaini ukiukwaji wa sheria mbalimbali, na kwenye nchi yetu ukikiuka sheria, hatua inayofuatia ni kuadhibiwa, na mamlaka zinazotoa adhabu ni mahakama kwa hiyo au adhabu za kiutawala administrative, ambazo zitachukuliwa na mamlaka husika kwa mujibu wa sheria zao, lakini pia tutaenda mahakamani. Kwa hiyo tutakapoelekea mwisho wa operesheni hii, tutakaa na kuona nini kinafanyika kwa kushirikiana na mamlaka husika, ikiwemo polisi na mkurugenzi mkurugenzi wa mashtaka ya jinai, ili kuona tuna tunaendaje lakini hatua inofuatia, pia ni viroba vyote vilivyokamatwa pamoja na mizigo mingine itabaki chini ya ulinzi kwa sheria zilizotumika, na mtu yeyote hataruhusiwa kufanya chochote katika mizigo ile hadi hapo maelekezo zaidi yatakapotolewa na serikali. Hiyo ndio hatua inayofuata. Hautaruhusiwa kuhamisha au kutumia au kwa namna yoyote kuuza. Uh, mzigo ambao tumeukamata na kuuzuia. Na nne, kwa wale walioomba muda wa nyongeza wa kuhamia kwenye teknolojia ya chupa, maombi hayo yatashughulikiwa mara baada ya operesheni ya kuondoa pombe kali zote mitaani ambazo zimezalishwa kinyume na zinauzwa kinyume cha sheria litakapokamilika. Uh, hatuwezi kuruhusu watu kadhaa waendelee wakati huo tunafanya operation ya kuondoa kwa, tutamaliza kwanza operation, ndipo tutakapofikiria maombi ya wale watu walioomba kuongezewa muda ili kuhamia kwenye teknolojia ya chupa. Juhudi za kampeni hii zilianza na wizara ya afya na TFDA, walihusika wakiwa chini ya Mheshimiwa naibu waziri wa afya na kazi ambayo ilifanyika ni kwamba ilibidi viroba vile vipelekwe kwa mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya vipimo ili kuhakiki kama pombe zilizowekwa mle ndani zinakidhi vigezo vya kiwango cha pombe kwa maana ya alkoholi. Katika vipimo vilivyofanyika, ni kwamba viroba vingi vilikidhi viwango vya ethanol vilivyomo, lakini tatizo kubwa ambalo lilijitokeza kwenye vipimo vyetu ilikuwa ni uwiano wa ujazo na aina ya plastiki inayotumika lakini vilevile uwezekano mkubwa wa zile plastiki kuwa recycled, kwa maana ya kwamba plastiki ambayo imeshatumika kuweka kiroba, baada ya matumizi ikarudishwa tena kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa maana hiyo, tuligundua baadhi ya plastiki zina matobo ambayo yalishatumika mwanzo, lakini kuna matobo mengine mapya. Kwa hiyo tulikuwa tunashauri kwamba ishu hii ya viroba katika hali halisi ya matumizi ya ethanol ni suala ambalo sisi tutalisimamia kuhakikisha kwamba pombe nyingine zote zinakizi vigezo kama vile ambavyo vimewekwa na taasisi nyingine kama TBS na TFDA. Labda tuseme tu kwamba kulikuwa na kesi, tunaweza kusema sasa hadharani kwa sababu kesi ikiamuliwa imeamuliwa. Uh, kuna makampuni matano yaliwenda kuweka zuio mahakamani kuomba zuio la dharura, emergency injunction. Uh, na kesi ilisikilizwa Ijumaa na hawakufanikiwa. Hiyo uh, nawenyewe ni habari uh, kwamba uh, waliomba serikali isimamishe operesheni hii uh, kwa dharura, na jaji wa mahakama kuu alitoa hukumu kwamba uh, mawasilisho yao hayakuzingatia taratibu za kisheria, kwa operesheni inaendelea, lakini tuna hakika wataendelea tena ku, uh, ku, kutafuta hilo jambo huko mahakamani, na nchi ni ya utawala wa sheria, wana haki ya kufanya hivyo.